Na mradi ambao eh, unafanyika Kigoma, mradi wa kuboresha afya ya uzazi mama na mtoto ambao ulikuwa ukiendeshwa na Thamini Uhai pamoja na msaada kutoka CDC ashmeria a ya Amerika. Haya mashirika kutokana na vipo mbele vya kikaisha na waliwekeza kule Kigoma kuboresha afya ya uzazi mama na mtoto na tuchagua Kigoma kwa mkoa ambao ulikuwa na vifo vingi vya na uzazi kwa changa. Kwa hiyo katika mkakati wetu wa kitaifa kuna mkoa ambayo Kigoma kwa sababu e, ulikuwa na shida ya kufikia huduma kwa wananchi wananchi, walikuwa kufikia huduma ilikuwa ni changamoto kidogo, kutoka mbali kupata huduma za afya ya mama na mtoto, lakini vile vile wananchi Udimla, ukwa, ukwa sana kwa ujumla, walikuwa wanapenda sana kujifungulia kwa wakunga wa jadi, walikuwa hawaamini sana a a serikali huduma kwa ajili ya kupata huduma za uzazi na mtoto. Kwa hiyo mambo yote yalikuwa yanachangia vifo kuongezeka. Kwa hiyo hao wenzetu walikuja kushirikiana na serikali kuwekeza kule Kigoma uh, katika masuala ya afya uzazi na mtoto walielekeza uwekezaji wao katika kujenga vituo vya afya ambavyo vinatoa huduma ya, ya, ya dharura ikiwa ni pamoja na upasuaji, kama atashindwa kujifungua kupitia ya kawaida. Wao walipeleka huduma ambao kwenye vituo vya afya vituo vya afya ambao sasa walipeleka huduma sana karibu na wananchi na lakini vile, vile walitoa mafunzo kwa watumishi, kwa wakati huo walivyoanza kuchukua hamna madaktari jumgwa wengi

lakini baada ya mradi, kisha serikali ilichukulia jambo hili kwamba jambo vizuri, ikaendelea na mambo yale yale ambayo alikuwa akifanyika, ikiwemo kuongeza vituo vya huduma vya dharura vya afya vinavyotoa huduma ya kufanya upasuaji na kuongeza damu viliongeza, lakini watumishi nao pia kuliko katika vituo walikuliko kwa wingi, lakini mafunzo kwa watumishi, ikiwemo mafunzo ya kupambana na dharura ua upasuaji, kuongeza damu na mafunzo ya kutoa dawa za usingizi. Ah, kwa hiyo mpaka sasa tumefanikiwa kupunguza ile idadi ya akusoma kufanya mradi huu, lakini vile vile kutokana na serikali ilivyochukua mradi huu na sisi kama serikali kuelezea jinsi gani tunachukua matokeo balia. Siku ya leo mkutano huu wa kuangalia matokeo ya mradi fanikaa elfu mbili na sita kumi na tisa wa kuboresha huduma ya mama na mtoto katika mkoa wa Kigoma, siku hii kwangu naona ni muhimu sana, kwa sababu matokeo tumekuja kuangalia matokeo baada ya mradi. Mradi umeisha elfu mbili na kumi na tisa, lakini serikali ilichukua mradi na kuendelea kutekeleza kwa yenyewe mpaka sasa hivi. Sasa tunakuja kuangalia leo matokeo huko ya maendelezo ya mradi baada ya serikali kuchukua kuanzia elfu mbili na kumi na tisa hadi elfu mbili na ishirini na nne na matokeo yanaonyesha ni mazuri, kwamba mradi umekuwa endelevu, kwamba serikali ndio sustain kwa tupo tunayafanya na vile etiketa za shirika imekuwa bora zaidi ya hapo awali. Muhimu wake ni kwamba huu mradi unalenga kuwawezesha kina mama wajawazito wajifungue salama katika vituo vya hospitali uma na kupata huduma za afya ya uzazi, ilifanyika katika kupitia maisani, lakini baada ya mradi kuisha Kwa ni mazuri wakati tunaweza mradiai vifo vya kina mama mkoa wa Kigoma watoto wachanga. Kwa sisi ambao tunafanya miradi ya kusupport serikali, ni jambo kubwa sana, tunaweza kufanya mradi

kigoma kabla ya mradi huo kuanza tulikuwa hali ya kuwa kigoma katika utoaji wa huduma za afya ilikuwa sio kufurahisha kwa sababu tulikuwa na vituo vichache ambavyo tunatoa huduma za dharura za uzazi kwa kitengo hicho tulikuwa na vituo vitatu tu ambavyo tulikuwa tunatoa huduma za dharura za uzazi hii ilifanya wateja wengi kushindwa kupata huduma za dharura kwa wakati na kuweza kupelekea kupata vifo vingi vitokanavyo na uzazi na vifo vya watoto wachanga lakini pia tumeona upatikanaji wa dawa na vifaa muhimu kwa ajili ya kama dharura au kwa usafiri kwenye vituo vinavyotoa huduma za dharura za afya uzazi na mtoto au vinavyotoa huduma za msingi na afya ya uzazi na mtoto. Kwa hali ya vitunaji wa vifaa navyo vilikuwa ni changamoto, na licha ya kuweza kupata vitu ambavyo tutamfanya mtoa huduma aweze kutoa huduma akiwa katika hali nzuri, kama ni mojawapo ya motivation kwa kufanya mtoa huduma lakini aweze kutoa huduma ambayo iko bora kwa watu jamla moja kupata huduma za afya ya uzazi. Kwa hiyo tunaona bado kipindi hicho ambacho tunasijaanza tunaona ile kuna idadi kubwa ya vifo vya kina mama na watoto wachanga kwa mkoa wetu. Lakini tunaona bado kuna changamoto ya kutoa watoa huduma ambao wana ujuzi kuweza kuhudumia kina mama wanapokuwa wamepata dharura za uzazi. Kwa hiyo ilikuwa ni ndio mmoja wapo ambao ilikuwa na changamoto kubwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo baada ya kuja huu mradi tumeona kama tumefanya kazi kwa kushirikiana na mdau wetu ndani ya mkoa wa Kigoma katika maeneo ya eneo la kwanza wametusaidia kuweza kuviboresha vituo vinavyotoa huduma za afya ya msingi na huduma za dharura za uzazi ili kuweza kuwafikia wananchi kwa karibu zaidi. Lakini pamoja na kwamba wameweza kuboresha vituo kwenye kujenga na kuongeza, tumeona wameweza kutusaidia watoa huduma za afya namna sahihi ya kuweza kuwahudumia akinamama ambao wanapata dharura za uzazi. Lakini sio hivyo tu, hivyo tu, wameweza kuboresha vituo, vifaa tofauti vinavyoweza kumsaidia mtoa huduma kuweza kutoa huduma ambayo inazingatia ubora wa huduma hizo, ikiwemo uh, taa za kufanyia upasuaji, ikiwemo mashine za kutolea dawa za usingizi kwao. Tunaona pia tumeweza kuboresha mfumo rufa, wa rufaa baada ya wadau kuja kuweza kuhakikisha kwamba mama anapopata changamoto ya uzazi anaweza kupata kwa wakati na kuweza kufikia kituo ambacho kinatoa huduma za dharura ili aweze kupata huduma kwa wakati.